Zifuatazo kisha ujibu maswali. Naona huyo jamaa amekwama hapo kwenu. Nyinyi mko na bahati. But we are here to advise you. Alienda kwenu siku sita. Kwetu he was there six days out of seven. Evening. Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. kura tambua sajili katika kifungu hiki huku ukitoa ithibati. Kwa hivyo sajili yenyewe ni gani? Sajili ya siasa. Thibitisha, wanaopiga kura. Aya, soma swali la pili. Fafanua sifa zozote nane za sajili uliotambua. Sifa ya kwanza, msamiati maalum. Thibitisha, wanaopiga kura. Sifa ya pili, maelezo ma thibitisha hakuna barabara majui. Sifa ya tatu maelezo marefu thibitisha, naona, sifa, sifa ya nne uchanganya nini, ilibati, mko na bahati, but we are here to advise you. Sifa nyingine kuhamisha msimbo, ilibati you will memorize. We are very impressed. Sawa sawa.